Kwa vijana wa kidato cha sita huenda mambo yanaweza kuwa mazuri muda wowote. Mkuu wa jeshi la kujenga taifa, meja jenerali Rajabu Mabele amewataka wazazi, walezi kuwaruhusu vijana wao wajiunge na mafunzo ya JKT kwa mujibu wa sheria kwa mwaka 2025 ili kujengewa uzalendo kufundishwa nidhamu na ukakamavu na umoja wa kitaifa pia. Meja Jenerali Rajabu Mabele amefafanua kuwa mafunzo wanayopata vijana wa mujibu wa sheria ni tofauti kabisa na wanayofanya askari wa kwenda vitani. Kwa vijana wa kidato cha sita, anza maandalizi mapema. Share video hii, jiunge na group langu. Usisahau kusubscribe.